Unajua wakilishi wetu wanalipwa nini? Mbunge kwa mfano, ni kuchukulia mbunge analipwa posho. posho ya kawaida, mshahara wa kawaida, mshahara wake si mkubwa sana, milioni nne tano sita, si mkubwa huo. Huo ni kama mtumishi wa umma tu, halafu kama angekuwa ana vigezo hivyo, kwa sababu mtumishi wa umma analipwa mshahara wa milioni tano sita, ni mtumishi wa umma mwenye shahada ya uzamini au uzamini, lakini mbunge sifa yake anatakiwa ajue kusoma na kuandika Kiswahili au Kiingereza, au sio? na mm, Kiswahili oh, Kiingereza, lakini analipwa hivyo. Lakini nadhani hiyo ni sawa mm, kwamba analipwa takriban sawa sawa na mtumishi wa umma, lakini hiyo ni mshahara, ila anaziada ana posho, posho, posho halafu ana posho ya vikao. Hii posho nilizungumza mwanzoni sio ya vikao, hiyo posho inaitwa posho, halafu ana posho ya vikao, halafu ana kitu kinaitwa posho ya mazingira magumu, sijui responsibility allowance, yani posho ya mazingira magumu, yani ya utendaji kazi kwenye mazingira magumu, sijui mazingira magumu, ndio ndio mm. kukutana na ninyi Sijaelewa. <laughs> lakini hiyo ukiacha hiyo, hey. kuna posho nyingine tena mm. inaitwa posho ya wajibu, posho ya uwajibikaji, posho ya wajibu mm. halafu kila miaka mitano inapoisha, ana kifuta jasho, ana kitu kinaitwa kinua mgongo ambacho sio kidogo. Ni unaweza kupenda kujua k mm, kwa mwaka kama huu mm. kifuta jasho cha mbunge asante mbunge kwamba umekuwa mbunge kwa miaka mitano mm. milioni mia tatu na themanini kifuta jasho kile, lakini unakuta katika ule e, muda wake wote aliyokuwa mbunge, kwa mwezi mmoja mbunge anapata kama milioni kumi na nane yeah. Ikiunganisha hizi posho, ana mafuta sasa, nakuja vitu ambavyo sio fedha ana mafuta ya yanaitwa mafuta ya ubunge, mafuta ya jimbo eh, ambayo ndugu yangu, lita 500 kwa wiki. Hmm. Alafu unajua unaanza kuhema. Alafu ana pasi ya kidiplomasia. Unaweza ukajiuza mimi nafundisha no. pasi ya diplomasiakwani ni, ni yani, ina ina shida gani